E, ndugu zangu wa Tanzania, leo ni siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametupa ametunusuru uhai. Nika yamepita hapo mambo mengi mengi kidogo katika, katika hii wiki iliyopita nime- tumeona tumeshuhudia kifo cha ndugu yetu mwasisi wa Chadema e, mzee Mtei, Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi, maana alikuwa ni mzee mzalendo mzee mwenye ujasiri mzee ambaye alikuwa anasimamia haki na, na kitu ambacho anakiamini roho wa Mungu roho e, yake, naomba Mungu aipumzishe mahala pema peponi amina. Lakini vile vile nimemsikia eh e, mzee Butiku ameita kongamano siji kongamano lile wazee nanilii si kamati ya wazee ikiwa chini ya mwamvuli wa taasisi ya mwalimu Nyerere. E, nikaona kwamba huyu mzee atakuwa ame- amepotoka kwa, kwa kiasi kikubwa sana. Inawezekana labda amechanganyikiwa kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu gani? Lazima kwanza nikiri mambo yafuatayo. Mimi nimekuwa, huyu amekuwa mzee wangu kwa muda mrefu, amekuwa akini akinipa mentorship kwa muda mrefu, ujasiri wa kusimamia haki amenijaza sana yule mzee, pamoja na mzee Warioba na wazee wengine, akina mzee Magari, Shibuda na wengine wengi wengi tu. Hata viongozi wengine wapo kwenye serikali leo, wapo ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa wakinijaza uzalendo na wamekuwa wakinijaza ujasiri wa kusimamia haki na kusipo, ku, yani kutoa kuacha yani kutoa kuyumba kwenye kitu nachokisimamia hasa katika kitu kinachoitwa haki na ukweli na kulipigania taifa letu jam, la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Nikiri kabisa wazi sasa, nilipoona mambo haya me, yametokea, nimesikitika sana kwa kiasi kikubwa, kwa sababu mimi ni mmoja ya vijana ambao nilimfuata kabla ya, ya uchaguzi kufanyika nikamwambia nikamweleza vizuri kwamba nchi yetu imeyumba, nchi yetu uongozi umeyumba. Ninaomba wewe kiongozi mzee uwashauri wa viongozi wa serikali watende vizuri, kwa sababu nchi imeyumba, tunakoelekea kwenye uchaguzi kutatokea machafuko makubwa. Nilimwambia pale. Maana nilikutana naye kwenye ofisi za mara nyingi nimekutana naye mara nyingi kwa kweli. Nazungumza kwa kweli. Kuna sometime wakati tunazungumza kwenye simu. Mimi yule mzee. Nikamwambia kuna machafuko. Yeye, yeah, aliniambia kwamba ameombwa na serikali, ameombwa na viongozi waisaidie CCM. Na mimi nikamwambia kuisaidia CCM sio kufun, kufunika kombe mwanaharamu apite kuisaidia CCM ni kusema ukweli, ili kusudi iweze kwenda fanyeje, CCM iweze kushinda kwa haki. Kuisaidia CCM sio kutumia mabavu, sio kutumia dola ili kusudi baki madarakani. Kuisaidia CCM sio kuruhusu viongozi wa ovu au viongozi wa dhaifu waendelee kuongoza. Nilimwambia haya maneno, nikamwambia kwamba tunaenda, tunaelekea kubaya bona unaona, kuna hali hatari hatari ya hatari mambo. Inchi ina, ina, inabagazwa. Nilimwambia mimi inchi inabagazwa, angalia kwenye swala zima la sakate, mfano kama lilotokea sakata la bandari. Nilimfuata mzee hilo nikamweleza kwamba sakata la bandari bandari zinaondoka on, zina hizi zinauzwa. Mzee vipi, mbona mmenyamaza? Kwa lugha nyingine, kwa kunyamaza kwao inaashiria kwamba inawezekana watu hao wamehongwa wanyamaze kwa sababu kitendo cha kuniambia kwamba tumeambiwa tuisaidie si serikali na chama, maana yake ni kwamba labda wamehongwa. Mnaweza mkaelewa sasa ninachokimaanisha kitu gani, kwa sababu yametokea mambo mengi. Kulianzishwa uchimbaji wa madini kule kwenye hifadhi ya mbuga yaani kinyume na, na sheria ya rasilimali za nchi yaani kinyume cha, cha, cha, cha, cha sheria ya, ya, ya mazingira kule kwenye maeneo mengi tu kwenye mbuga za, za, za, kwenye hifadhi zetu kinyume cha sheria namba 2283 hata kule Kigoma Moyosi, Kibondo Moyosi, pale kuna uchimbaji wa madini. Hawa viongozi wameamua kuchimba madini, nikamwambia wanaharibu mazingira. Je, tukiruhusu rasilimali hizi madini akachimba kwenye mbuga, je vizazi vyetu vitakuja vit, vitafaidi nini? Ninamwambia mzee, hakuchukua hatua yoyote nawaeleza wa, na vitu hivi ujue kwamba mimi nachokizungumza mimi sizungumzagi uongo. Tukaona bandari inauzwa, tukaona maeneo mengi tu katika mfano kama jiji la Dar es Salaam. Nenda pale, mfano kama wapi pale Jangwani. Jangwani pale si pameuzwa, pamepewa mtu. Nenda kule wapi, kule wapi panaitwa pale Tazara. Tazara eneo lile si amepewa mwekezaji? Kuna ICD pale. Nenda kule Temeke. Temeke kule shule ya msingi iliuzwa akapewa mwekezaji, leo kuna makontena pale kwenye shule ya msingi namweleza mzee kwamba chukueni hatua muisaidie nchi, hakuna. Hawakuchukua hatua zote, kumbe walikuwa wametegesha yatokee haya halafu waunde kamati ya usuluhishi au kamati ya, ya maridhiano. Ni aibu kubwa, ni aibu kubwa. Yani rasilimali zinaondoka, rasilimali, yani hampigi kelele. Watu wanatekwa, watu hawampigi kelele. Watu wanauawa, watu hawampigi kelele halafu baadaye mauaji yametokea kama hivi, halafu mnakuja kuji, kuji, kuji, kuji, kuunda kamati inayoitwa kamati ya maridhiano. Au kwa sababu mimi niliwa, niliwashauri hata kabla ya kuunda kamati hii, mambo yalivyotokea, niliwaambia kwamba cha kwanza kabisa, kabla ya kufanya yoyote, niliongea na viongozi kwamba nyinyi viongozi, kabla ya kufanya lolote, mshaurini Mheshimiwa Rais, raisi mshaurini, zaulini mamlaka zisifanye kuunda tume yoyote yakufanya badara yake kwamba Tufu, kitu cha kwanza kabisa uwajibikaji wa watu wote waliosababisha mauaji ya tarehe tisa mwezi wa kutoba ifanyike, wawajibishe watu na wananchi wajue waone kabisa kwamba kuna watu wamewajibishwa. Baadaye mkishamaliza kufanya hivyo, mnaweza sasa kuita maridiano, watu tulidhiane, kuomba maridhiano, tulidhiane. Umeelewa vzuri? Na lazima katika, katika kutakiwa maridhiano awepo mtu ambaye ni trusted kwenye umma. Nikashauri kwamba mtu, mtu ambaye anaaminika kwenye umma wa watanzania ni mmoja tu. Mtasema nini? Ni mmoja tu, Joseph walioba sinde. Joseph walioba ndio mtu mwadilifu katika taifa hili, ndio mstaafu pekee aliyesimama kwa ajili ya haki na kwa ajili ya ukweli. Huyo ndio anaaminika na watanzania wote. Mchukueni huyo halafu, mpeni nafasi sasa ya kuunda kamati baada ya baada ya kuwajibishwa huyu ndo anaweza kuliongoza jopo la watu katika kufanya maliziano. Umeelewa vizuri? Niliwaeleza mimi kwa ukweli na bila, bila huba bila aina yote, lakini lazima kuitishwe sasa viongozi, yani yani kufuta uchaguzi, tuite uchaguzi mwingine uf, uchaguzi huu ufutwe badala yake uitishwe uchaguzi mwingine ili kusudi ufanyeje? Tuchague viongozi wengine ambao wanaaminika kwa umma ambao wanawakilisha wananchi. Hapo angalau mtakuwa katika nafasi nzuri sasa ya kufanyaje, ya kulisukuma gurudumu la watanzania kwenda mbele. Bila hivyo hamtaongoza nchi hii, niliwaambia mimi, hamtaiongoza nchi kwa sababu nchi hii tayari na maumivu, nchi hii tayari na mgawanyiko mkubwa hakuna kiongozi atakayesimama mbele ya, ya hadhara mbele ya wananchi akawasimulia wananchi wakamuelewa. Niliwaambia, lakini kwa sababu sikio la kufa halisikii dawa, hawakunisikiliza wanaona kama labda napiga porojo, lakini nilisema nao hawa viongozi wengi, hata Majaliwa kasi Majaliwa nilimweleza tena, yeye nilimwambia kabisa kwamba jitoe muhanga kuliokoa taifa kabla ya uchaguzi, jitoe muhanga mliokoe taifa kwa sababu kuna machafuko yanaenda kutokea. Mimi niliona katika ulimwengu wa roho, mimi ni mtumishi wa Mungu, naposema ujue kwamba nazungumza kitu, sizungumzi mimi, nazungumza Roho wa Mungu aliyeko ndani yangu ndio anayezungumza. Nikawaambia lakini wakapuuza kama kawaida yao. Hamuwezi mkai, kwa sababu tayari mgawanyiko mkubwa. Hakuna mwana mwanasisi yeyote mwenye akili timamu anayeunga mkono mambo haya, hayupo kwa sababu ya unafiki tu na ubinafsi ma, kutaka madaraka ndio maana unaweza ukakuta mtu anapayuka anazungumzia haya mambo yani, iko sawa tu hakuna mwananchi, mwana mwenye akili timamu au ni mwana CCM au sio mwana CCM ambaye anaweza kuunga mkono mambo haya, kwa sababu hata sera ya CCM hairuhusu mambo haya. Sera hii hairuhusu mambo haya, kwa sababu CCM ni chama cha, cha haki. Asili ya CCM ni chama cha haki. Sema kuna majambazi wameingia ndani ya CCM, wakaamua kuiharibu image ya CCM. Na ndio maana CCM leo sio chama tena, ni chama dola, kinatumia dola ili kusudi kibaki madarakani. Bila dola CCM hamna, haipo tena. Kwani ni uongo hawa ze. Kwa hiyo wazee niliwaambia kwamba mmeshindwa kutekeleza wajibu wenu, kwa hiyo hamtasikilizwa tena. Leo kiko wapi? Sasa kiko wapi kiko wapi? Na ndio maana wasisitiza Watanzania wote kwa pamoja, kwa mujibu wa katiba ibara ya ishirini na tano kuanzia ibara ya ishirini na tano imetupa wajibu wa Tanzania kusema kufanyaje kuilinda nchi. Nataka niwaambie, nataka niwasilitishie hilo, ibara ya ishirini na tano inasema hivi, ukianzia ibara ya ishirini na tano inasema wajibu wa jamii, ukisoma kuanzia ibara ya ishirini na tano mpaka ibara ya ishirini na tisa 29 Ime, e, imetupa mamlaka sisi wananchi kuilinda nchi. Sasa hatuwezi kuona hao viongozi wame, wame, yani wanataka kumaliza kabisa kila kitu. Yani bandari muuze, mbuga zetu sasa hivi mnaenda kuchimba halafu, ni nyinyi nyinyi tu mnajipa madaraka manani ma, nani za uchimbaji wa madini kwenye mbu, kwenye hifadhi zetu, vizazi vyetu vinakuja vivune nini? Vitakuja kufaidi nini? Hawa viongozi wamejaa urafi, wamejaa urafi, wamejaa ubinafsi mno. Hawa viongozi wanatakiwa wakataliwe macho peupe na tunatakiwa tuwakabidhi Watanzania, kwa sababu tukiwaacha hivi nchi hii wanaenda kuiuza yote, itauzwa na mbaya zaidi ni, ni mtandao fulani hivi. Wametengeneza mtandao mkubwa kiasi kwamba kuanzia mahakama wapo, naenda Ikuru wapo Nenda, kwa, nenda, nenda wapi, bungeni wapo, kote ani, serikalini wapo, mahakamani wapo, yani bungeni wapo, wamejipanga. Kwa sababu nyinyi watanzania msipokuwa na mshikamano, tutaendelea kuwa wanaseseretu. Hakuna mtu atakaye tu, tu, tuonea huruma, kwa sababu wenzetu wale wameamua kutukamua na kutumaliza kabisa kwa sababu kama kila rasilimali inayoenda inauzwa, kila rasilimali inayoenda ina wanajimilikisha wao. Sasa kuna nini hapo? Sasa na ndio maana niliwaambia walipoitisha CCM walipoitisha e, harambe pale Mlimani City of course, na mimi nilikuwepo nikawambia, mnachangisha bilioni mia moja hizi. Mtu mmoja anatokea anachangisha bilioni kumi mtu mmoja. Je, huyo mtu mmoja unafikiri atalipa kodi? huyo mtu mmoja akienda kuchukua eneo kama eneo la mfano kama amechukua eneo labda amechukua tu eneo labda la shule ya, ya Temeke, mtamwambia nini? Au amechukua Jangwani, mtamwambia nini? Au amechukua BRT mwendo kasi, mtamwambia nini? Na sasa hivi kuna mpango wa ile ile nini ile mwendo kasi Mofati ana, anasema ile kampuni ya Mofati inataka wale daradara na bodaraji na bodaboda ziondolee barabarani, wawe wao tu. Umenina zuri Ukumbuke jiji la Dar es Salaam ile na ile barabara nani ya, ya, ya, mwendo kasi ile, kila usiku zaidi ya shilingi bilioni nne zinakusanywa. Maana yake wameliona, wame wamepiga hesabu bilioni nne kila siku zinakusanywa. Maana yake hawa viongozi wamejikusanya, ili kusudi waondoe, ili kusudi waweke, wawekeze wao wenyewe. Hivi kweli sisi wa Tanzania, wa Tanzania hapa ndani ya Tanzania hii, Tanzania hii hakuna matajiri wanaoweza kupewa nafasi ya kuingiza magari mwendokasi wakaopareti kama wana uwezo wa kuingiza magari yakasafirisha ka, ya wananchi nchi nzima mikoa yote thelathini na moja yanapelekwa ina, hakuna hata siku moja raia yani ameshindwa kusafiri kwenda Mwanza kwenda Mbeya kwenda Rukwa kwenda Sumbawanga kwenda wapi? Kila siku wanasafiri na hawa waliosafiri, kwani ni serikali ni, ni mwekezaji gani? Si ni watanzania hawa hawa wamejikusanya, mwenye magari mawili mwenye gari matano, wamejikusanya wamefungua kampuni zao wanasafirisha. Ina maana wanashinda nini kuoperate pale pale? Nani barabara, nani, da, da, da, da, da, barabara za Dar es Salaam za mwendo kasi. Huu ni ufisadi mkubwa. Huu ni mpango wao tu, wameamua kwa sababu kuna mabilioni ya shilingi nyingi, kwa hiyo wameamua kutengeneza mekanizi ili kusudi hao viongozi waendelee kulamba. Tusipokuwa makini Watanzania, hata figo zetu zitauzwa na kuelezeni ukweli, simameni Watanzania kwa ajili ya haki, simameni kwa ajili ya kulipigania a ha ta taifa letu, tusimame tusimuone kiongozi anatubagaza tukamchekea, tumkabili macho peupe bila bila kuhofu bila huba yoyote, tusimame kwa ajili ya haki. Lazima taifa letu tupate haki na haki lazima ionekane imetendeka. Mungu awabariki sana Watanzania, asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi ni kijana mzalendo, lazima ukombozi wa kweli utokee na hatutaogopa mpaka haki na ukombozi wa kweli wa mtanzania umetokea na rasilimali za nchi zitakuwa ni kwa ajili ya wananchi na sio kundi dogo la wahuni matapeli katika nchi. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.